Ndio tunaendelea, kuna wale wengine ambao pia eka kumi na kuendelea zinakuwa ni nyingi. Sasa ya, ofa hapa ni heka mbili tu, eka mbili tu kama navyoona ziko plaini. hapa palikuwa hapa ameshasafishwa visiki viling'olewa, ilibaki tu miti michache ambayo iliachwa makusudi kama mpingo ule pale na mwingine wapo kwa ajili ya kivuli, lakini hapa pana hapa ekali mbili na hizi ekari mbili ziko plain kama unavyoona. Unaweza kujenga a, jirani a, yule pale kajenga nyumba ile pale, nyingine ile pale a, nyingine ziko upande wa kule. Hapa katikati kuna sehemu ambayo ni vichaka, hapa jasafishwa, lakini upande wa huku pia kuna nyumba hiyo hapo, kuna nyingine ile pale na kuna nyingine ile pale inaonekana. Kwa hiyo hizi ni ekari mbili zipo kijiji cha Buyuni kilometa tisa kutoka Vigwaza, mkono wa kulia ukitokea Dar na mkono wa kushoto ukitokea Morogoro. Lakini pia pana vyumba viwili kwa ajili ya kufikia ambavyo havijamaliziwa ambavyo viko hapa mbele yetu naviona. Kwa hiyo hii ilijengwa kwa kusudi kwamba ni kama E, kanyumba kakufikia mtu ukitoka mjini kuja shamba au kuangalia eneo unafikia hapa. Kwa hiyo kuna e, kachumba kadogo unapoingia, unaweza kutumia kama kajiko kadogo. Kuna kasebule hapo kana kabalkoni ka kake, alafu upande huku kuna chumba ambacho ni, ni self kina choo kidogo kwa ndani kama unavyoona hapa, yeah. Kwa hiyo iko namna hiyo, kwa hizi ni ekari mbili ziko peupe, hutu vichaka tudogo tudogo ni kwa sababu hapajasafishwa kwa misimu kadhaa, ndio maana vimeanza kuota, lakini ni ekari mbili ambazo unaweza ukajenga, unaweza ukafuga pia. Karibuni sana. Bei ni milioni tisa na nusu kwa hekari zote mbili pamoja na hii na hili <coughs> jengo dogo lilioko hapa milioni tisa na nusu. Karibuni sana, sana, sana, subscribe kama bado, ili uweze kupata updates kama hizi. Na wewe kama una eneo lako, una nyumba unataka kuuza au kupangisha, una shamba unataka kuuza au kupangisha, karibuni sana tuwasiliane, lakini cha muhimu subscribe ili usikose updates kama hizi karibuni sana, na Mungu awabariki.